Jina, naitwa Imani Kisimbilo, natokea kijiji cha Tandala. Mimi sio swali, mi nafanta ni ombi ni, ombi langu ni kwamba, ombi langu ni nakushukuru kwa kumaliza kwa kufungulia kwanza mafunzo haya. Nina morali sana na ukiangalia kati ya wote waliokaa hawa, umri mkubwa ni mimi, nimejisikia kufanya hili tukio. Ombi langu ni kwamba sisi tupo tayari maana tusije tukajua kwamba kuna watu watakuja watakuja kumbi kawa ni siasa, lakini sisi hapa tupo vizuri na tumejipanga vizuri, hatukituruhusu tuitimu sisi wenyewe tuliopo hapa tunaweza, tupo tayari kwa nguvu yote ile, tumejitoa. Ombi langu la pili, hapana, kulingana na muda tunaofanya mazoezi, hatuna nafasi ya kupata kipato cha, kutu, cha kutusaidia kutukidhi mahitaji yetu. Ombi langu ni kwamba japokuwa umeligusia lakini nilikuwa na ombi moja kwa moja kuomba afande kwamba sisi hatuna uwezo wa kununua sare. Kama ni serikali afande, tunakuomba itusaidie upande wa sare, ila kwenye mafunzo tupo tayari na tuna morali ya kujenga taifa letu la Tanzania, na tunauiwa na uchaguzi wa mwaka 2025 kusimamia ilani ya uchaguzi. Asante eh, nilipenda ni, niseme neno moja tu. Mafunzo yetu haya yamekuwa ya jinsia moja mpaka sasa. Tunashindwa kuelewa, labda viongozi wetu, serikali ya kijiji pamoja na serikali ya nani, ya kitongoji pamoja na mitaa, labda hawajaelewa nini tunataka kukifanya. Lengo ni kujenga kata yetu iwe na mwendelezo wa ulinzi na usalama wa jeshi la akiba lakini tulikuwa tunahitaji tupate angalau jinsia kwa sababu tumekuwa ni jinsia moja. Kwa hiyo hivyo basi, ningeomba viongozi wa kijiji wawe na mshikamano ili wajue kama wanatuletea hiyo jinsia nyingine, kwa sababu hii kazi haihitaji ifanye jinsia moja. Kuna muda mwingine tunahitaji tuchanganyikane na jinsia nyingine ili kazi iweze kufanyika. Yangu ni hayo. Hapa tupo jinsia moja ya kiume tu, itatusaidia nini? Itatusaidia kwa mfano kama kuna changamoto ambayo inatakiwa kuifanya uchanganyikane na jinsia nyingine ya kike, labda swala la kukamata, unaenda kukamata mwanamke, huwezi ukaenda jinsia ya kiume kukamata, lakini mkiwa na jinsia tofauti unaweza kukashirikiana pamoja na jambo likafanyika. Asante sana. Nyingine inaondoa stress. <laughs> <laughs> <laughs> sehemu hizi nanii vijiji vyote vinne wakajitahidi sana kuhamasisha, kwa sababu tuko wachache, hususani kama yera yera, yuko mmoja hawezi kutosha peke yake. Tandala ni, ni, ni sehemu kubwa sana, ni, ni watu wengi, ni operesheni ya ni watu wengi sana. Hatuwezi kuwa kwa uchache huu. Nilikuwa naomba kajitahidi sana kuhamasisha, wasitengeneze tena mpasuko ndani ya wao wenyewe, kwa sababu unaweza ukakuta hapa tunaongea, wataongea kwamba kweli tumeona kuna jinsia mojira, wakitoka hapa wakigeuza tu kisogo wakifika huko mbele wanasema basi kupona mgambo ni ila, lakini nilikuwa naomba kwa sisi hapa natengeneza kwa ajili ya sisi wenyewe. Hawa wengine wote wata, wataacha wataondoka watatuacha sisi tukiwa hapa. Asanteni sana, ni yote haya yasingewezekana kama chama kisingekuwa kimesimama imara kuhakikisha kinapata viongozi imara wa kutusimamia sisi wananchi. Mimi niseme Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, sisi tumefarijika sana kuja kututia moyo hawa e, vijana wametiwa moyo sana kitendo chao kufika na kuatia moyo e, sisi peke yetu huenda tusingeweza na viongozi wenzangu huenda tusingeweza kuwakusanya kwa juhudi, lakini umetutia moyo kwamba tuongeze wanawake wawepo kwenye kundi hili, na tuhakikishe tunahamasisha hawa wote waliojiandikisha waje kushiriki haya mafunzo. Eh, tuendelee kukubaliana kwamba ni kweli hawa vijana, tunaelekea uchaguzi mwaka huu, ni vijana ambao watakuja kutulinda, watalinda mali zetu, watatulinda sisi, watalinda na watoto wetu. Sisi tunategemea kuwa salama kupitia jeshi hili la akiba. Tutaendelea kuwaelimisha kuwa ili tu, ili kwenye kundi hili tupate vijana wengine, tuwe na kundi kubwa la, la vijana ambao tutapata jeshi la akiba. Lakini jambo jingine, population kubwa ya vijana wanaotokea kwenye hii kata hii kata ya Tandala ni kama senta, watu wanatoka maeneo mbalimbali wanakuja hapa sasa. Tunapozungumzia habari ya kushiriki kwenye mafunzo ya mgambo, wengine wanazungumzia habari za kuwa mimi sitoki kwenye kata hii. Kwa hiyo mimi nafikiri tutatoa elimu zaidi, ili mafunzo haya wafanye mafunzo. Lakini sifa nyingine ya mafunzo haya, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, vijana tu hajaelewa mafunzo haya ni ya muda mfupi miaka mingine mafunzo yamefanyika kwa miezi sita, lakini safari ya mafunzo ni miezi mitatu. Kwa hiyo tumewaambia ni fursa. Kwa hiyo mimi nafikiri tuendelee kuambia, ili mwisho wa siku tuone kwamba vijana wanakuwa na kundi kubwa, ili baadaye tuje tupate vijana wenye mafunzo wengi. Sasa mkikaa kama hivi kwenye mafunzo yenu, mnaelezwa kwamba kwa nini tunatakiwa tulinde amani ya nchi yetu. Tanzania imesaidia sana, imeongoza ukombozi wa nchi za za, za, za Afrika hizi kwa huku chini huku saa hizi, za huku kusini. Ehe, imeongoza mapambano kwamba tupate ukombozi wote, Tanzania imefanya. Yani Tanzania ukiitaja duniani au Afrika, ni nchi ambayo ina historia kubwa sana kwenye kwenye, kwenye dunia na baba yetu wa taifa, Mungu amrehemu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alifanya kazi kubwa sana kuokoa mataifa ya pembeni, na ndio maana leo unapoona kwamba chokochoko choko zinakuja watu wanatoka huko wanataka kuonesha nchi ya Tanzania haina amani, lazima tuvikemee vitu kama hivyo, lazima tuvikatae, lazima tukae tujifunze historia ya nchi yetu tufahamu. Hivi ngoja niwaulize, Makete hatuna amani? Nayo. Nayo. Watu wanalima walimi, maendeleo yanakuja hayaji? Yanakuja. Yeah, sasa chokochoko choko, huku zinatakiwa? Si tunataka tufanye kazi? Si tunataka tufanye kazi jamani, ili tuendelee kula, tuendelee kuwa na amani na vizazi vyetu vinavyokuja, watoto wetu watakaozaliwa waendelee kukuta ardhi, waendelee kukuta amani hii ambayo ipo. Je, hizo nchi ambazo tunaziona hapo jirani tu zina amani? Kwa lazima mkae kwenye mafunzo, mjifunze mambo mbalimbali mbali. lakini pia kwenye uchumi, tusipokuwa na amani inamaanisha ni rahisi watu kuingia. Eh, nyie si mnagombana mnakimbia kimbia hivi eh? Watu wanaingia wanajichotea wanachotaka kuchota, miti ambayo tumepanda hii. Sisi tuna uchumi wa misitu Tuna miti kibao, mkiwa mnakimbia na vita, ndio watu wanajikatia tu mbao yeah. Utakumbuka kukata mbao, ukumbuke kumbeba mtoto, ukafiche familia, utakumbuka yes. eh. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaenda kwenye kipindi cha uchaguzi, na hii ni kwa wananchi wote tuzingatie amani, amani. Nchi yetu Tanzania ni moja ya nchi ambayo inasifika kwa amani, ni nchi ambayo haijaingizwa vijidudu vidu, ina amani nchi yetu, tupambane, tulinde amani yetu, uchaguzi upite salama. Uchaguzi oye, uchaguzi safi, safi, uchaguzi upite salama kwa sababu hautakuwa uchaguzi wa kwanza wala hautakuwa wa mwisho, kwa sababu nchi yetu ya Tanzania ni nchi ya kidemokrasia. Hapo vipi? Hapo sawa. Ni nchi inayoongozwa na katiba na ndio maana kila miaka mitano lazima tufanye uchaguzi mkuu. Nipongeze sana mheshimiwa diwani unafanya kazi nzuri sana, naomba tumpigie makofi. Mimi katika maeneo ambayo nimekwenda, eneo moja ambayo limependelewa sana ni Ikonda. Inamaanisha mtoto anayelia ndiye anayepewa nyonyo. Ukifika sehemu ukakuta hakuna maendeleo, ujue kiongozi wa pale halii haombi msaada, kwa sababu akina mama, mnajua mtoto akiwa mtulivu ananyonyeshwa kila saa, ila akilia, mpeni mama yake ili amnyonyeshe. Mpeni mama yake amnyonyeshe, hasa mkipewa diwani, akipewa nyonyo nyinyi, maendeleo anamwagika mwa mwa mwa huku. Ikonda Ikonda oye! Mheshimiwa safi, naomba tumpigie makofi yake, tumpe maua yake. Lakini pia tumshukuru sana mheshimiwa mbunge kwa jitihada zake kubwa na hatimaye mheshimiwa rais wetu. Mimi kwenye mafunzo haya ninawaachia neno moja: hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Tusome tuielewe mafunzo vizuri, huku tukitambua kwamba amani ndiyo nguzo yetu ya kwanza katika kuongeza ustawi wa taifa letu. Tujifunze tuelewe, tuna tusipoelewa tuweulize maswali lakini tusisahau kuwa wakakamavu. Nielekeze pia kampuni za ulinzi zote zikaguliwe kwa kushirikiana na OCD na mshauri wa jeshi la akiba, ili yoyote ambaye hajapitia mafunzo watolewe mara moja, watu wote ambao wamepita kwenye mafunzo ndio wawekwe kwenye kampuni za ulinzi, na jambo hili lifanyike ndani ya wiki mbili, siku kumi na nne. OCD ndiye na wewe ofisi yako mfanye. Je, yeah, hawa watu wanaolinda wamepitia kwenye mafunzo? isiye tukao tuna watu wasiokuwa na mafunzo wapo kwenye maeneo nyeti. Lakini napotokea fursa yoyote, ningependa sana sana sisi kama, kama serikali tuweze kuwafikiria kwanza hawa vijana wenye mafunzo ya jeshi la akiba. Ninaomba sana nitoe rai, mheshimiwa diwani, tuongeze wanawake. Hamna mwanamke hata mmoja. Wakina mama wenzangu, mpo no, no? E, inakuwaje? <coughs> tunakosa wakilishi wetu e, sio sawa eh? E, tuongeze wanawake hapa. Wanawake pia tunaweza, tuongeze tuje hapa kwenye mafunzo ya jeshi la akiba. Faida zipo nyingi. baada ya kusema hayo mimi nawashukuru sana, nawatakia mafunzo mema, na nitaongea na mkurugenzi ili tuweze kuchangia nusu ya gharama ya uniform, siku ya graduation mweze kupendeza, mpendeze wahitimu wetu, tuje tuone mambo mazuri ambayo mtatuonesha pale ambako mtakuwa mmehitimu. Tunawategemea sana tunawategemea leo, tunawategemea kesho, tunawategemea kila siku kwa ajili ya ulinzi wa taifa letu. Asanteni sana na Mungu awabariki sana.